Monika Josefu natokea hapa hapa Mtwara, mtaa ambaye Chundi, tunanufaika kwenye biashara, tunakuwa tunaleta biashara kwenye kampeni, tunakuwa tunatembeza biashara na tutusaidia kuuza tunatamani iwe mwendelezo ili tujichanganye kwenye biashara, kwa sababu sisi wanawake tunapenda sana biashara, na wanawake wa Mtwara tumechangamuka sasa hivi kibiashara, na gombea wanaogombea sehemu kama hizi akaa wanakutana kama ilivyokuwa kama mama yetu mama Samia, walivyokuja hapa leo, walivyojaza watu kama hivi, na sisi wafanya biashara tunapata session nyingi sana, kwamba tunamaliza tu, wamejaa hapa hapa watu wote, watu wametoka mbalimbali kwenye mikoa mbalimbali, wapo hapa umeelewa na tumeongezea miradi kama kawaida, wengine wameenda wameondokaondoka, lazima tumeuza tumemaliza, tumshukuru Mungu. Eh, hata tumepata sana hela kutokana na watu walikuwepo wengi, na kampeni hizi kiukweli tumepata manufaa kidogo, uoto wake ni mkubwa sana. Leo tumeingiza sana kipato. Kwa majina naitwa Abdalla Juma, ni mkazi wa Mtwara mm. Fursa ya leo baada ya kuja mama hapa kiwanja cha Sabasaba kuni kazi yetu ya bodaboda, tunashukuru Mungu, tumefanya kazi sana. Fursa ni nyingi, watu ni wengi, mambo ni mengi, so kifupi tumeenjoy. Hata si bodaboda tumepata, tumepakia kwa, kwa ukubwa zaidi. Utofauti upo kwa sababu leo tumepata sana kutokana na watu changamoto za watu wengi tunajua Abilia, ni watu tofauti tofauti, koo vitu kama hivyo, tumepata hela nyingi sana.